Mwenyekiti Musa Kawambwa katueleza hapa. Kuna dalili nyingi sana za kumwona Aishi Manula akienda kudaka kwenye mchezo unaofuata dhidi uh, uh, ya Wydad Casablanca. Kwa taarifa hii kurejea pengine au kumwona kwa Aishi Manula akiwa langoni a, Mpoma unaweza ukazungumza kwa namna gani? Najua uh, kwangu mimi Manula anamwangalia katika mtazamo tofauti najaribu kumwangalia experience yake aliyonayo ya muda mrefu kwenye mashindano ya kafu na mechi mbalimbali, lakini Manula uko mavu alionao, unaangalia Manula nafasi alionayo. Unajua Manula wakati anacheza mpaka anakuwa Tanzania one bado alikuwa Juma Kaseja hajastaafu mpira, nilikuwa na deliki kusemaga kwamba mpinzani wa Manula kwa hapa nchini ni Juma Kaseja, lakini baada ya Kaseja kustaafu, kwangu mimi niliona yeye ndo Tanzania one rasmi. Unajua, Manula ni mchezaji mwenye uwezo wa hali ya juu. Kwanza ni kiongozi uwanjani, Manula amekuwa kiongozi. Manula, unajua, maeneo mengi timu watu wanafeli, kunakuwa na viongozi kwenye timu. Lazima wana viongozi wa aina tatu ili timu iweze kupata matokeo ya, ya, ushindi. Unatakiwa una kiongozi ambaye ni golikipa anaweza kuongea kufoka zaidi ya mabeki wake na kusaisha yale makosa yao anayofanya na kuwakumbusha mara kwa, kwa mara. Sifa hiyo Manula anayo, yani Manula hawezi kuacha mpira akakufuata kama beki uh, lamsi njo kabe hapa, vitu hivyo anavyo. Na ukiangalia maeneo mengi ambayo Manula kwake yamekuwa na faida ni namna nzima anavyoweza kukumbusha wachezaji wa nyuma kufanya majukumu yake. Kwa sababu Manula ni goalkeeper ambaye huwa hapendi zaidi kufungwa. Utaona reaction yake magoli yanapoingia, huwa unamuona kwa mfano zikifanyika zile replay, unaona kabisa sura yake hajafurahia jambo lile la kuwa zimefungwa. Nimejaribu kuangalia Azam sasa kwa ujumla. Uh, tangu amekuja Ibenge, Azam imekuwa haina kipa namba moja paka sasa. Utaona leo mechi anacheza Foba, mechi inokuja anacheza Isafofana na unajaribu kuangalia Foba amekuwa na mapungufu, Fofana naye amekuwa na mapungufu, lakini Manula au atu hatujawahi kumuona akicheza tangu amejiunga na Azam. Lakini nilifarijika juzi baada ya kumwona Manula ameanza katika wale wachezaji wanaanza, akiwa benchi na Fofana hakutumika kabisa, mpaka mwenyewe nikaa najiuliza kwamba kwa nini Manula yupo lakini Fofana hayupo. Nadhani kuna kitu amekionyesha kwenye uwanja wa mazoezi, na taarifa tuliopata, mechi dhidi ya JKT ambayo Azam walishinda, mechi ya kirafiki, Manula alicheza mechi ile na alifanya saves nyingi sana zamani. Kwa hiyo mimi najaribu kuiangalia Azam sasa hivi ilipo. Na kama Manula yupo kwenye utimamu wa mwili, uh, tunaelekea mechi ya Wydad. Nafikiri kwangu mimi kama mwalimu angekuja na option ya kumwanzisha Manula, itaweza kumuofa vitu vingi sana na timu kuweza kupata matokeo ushindi. Kwanza Now, experience aliyonayo ni kipa ambaye anaweza akasema watu wakamsikiliza kwa urahisi kwa vitu vingi, kwanza kwa amecheza mpira kwa mafanikio mengi. Unajua Manula uh, leo hii Simba wanayaongea mafanikio ya Simba, lakini mafanikio ya Simba kwa muda wote uliopita, muda mrefu, kitoa mwaka jana, Manula ndo alikuwa kiongozi wa kubeba yale mafanikio. Kuna mechi mbalimbali ambazo Manula ameifanya Simba kutoka kwenye stage moja kwenda stage nyingine. Nitalifaa kesi moja ya Manula, mechi ya Simba dhidi ya uh, AC Vita kutoka Kongo. Kama unakumbuka ile mechi uh, Vita alipata goli ndani ya dakika tatu kupitia kwa Frank Kazadi Kasangu, na baadaye Shabalala alikomboa ile goli lakini dakika 89 goli lilofungwa na Claudius Chota Chama. Uh, Vito alifanya attempt moja ya maana sana akiwepo Fabrice uh, Ngoma, alikuwepo Jean Mukusu Mundele, uh, alikuwepo nafikiri pale mbele pamoja na yes, uiswingi, munganga. E, munganga pamoja na Frenkadzeika sana. Ilikuwa ni attempt ya maana ambayo Manula alifanya save na baadaye akaudaka yule mpira na akaanzisha play assist kwa sababu baada ya kudaka yule mpira akaurusha moja kwa moja kwenda kwa Haruna Nionzima. Haruna Nionzima akampelekea Boko. Boko anakwenda mpaka anapiga cross kama unakumbuka ile mechi Ulamana nataja Aluna baba Aluna baba anakwenda, anapiga krosi, Chama anatumia umakini wa juu anafunga ile goli na Simba inakwenda kwenye robo finali yao ya kwanza. Pale ndipo Manula niliona ni kipa mbaye anaweza kuonyesha ukomavu wake wa hali ya juu. Kwa hiyo kwangu mimi, kama Manula amerudi na yuko vizuri na kama kocha atamwamini akampa nafasi mechi ya ya inaokuja zidi ya Widad, basi kuna kitu cha ziada sana Manula anaweza akawa akawaonyesha Azam na kuweza mm -hmm. kupata matokeo